Aliyekusababisha mpaka ukazaliwa Tanzania, Tanzania ukaishi Tanzania, anayejua hatima ya maisha yako ndo anayestahili kuogopwa. Huyo Mungu ndo aliyetoa amri zake kumi kwamba anayestahili kuogopwa ni yeye, na amesema usiue. Sasa wewe, kama unasapoti uuwaji, maana yake wewe ni wakuzimu moja kwa moja. Kusapoti kitu maana yake umekaa kimya. Hata ukikaa kimya, maana yake umesupport. Yani ni ndio, yani umesupport hicho kitu unasapoti uuaji na kutekwa kwa watu yaani ni maana yake ni haki yao, kile kitu ni haki yao kufanyiwa vile. Nanielewa ndugu yangu, funguka akili, hautaishi hapa milele duniani, sisi ni wapitaji. Aya, umefanya nini katika hii dunia? Utaulizwa siku ya mwisho ulifanya nini, nilikuleta duniani. Aya, ulifanya nini? Utamjibu kwamba nilikuwa naogopa Samia kwamba ataniua, na wakati Mungu amekwambia wa wakuogopwa ni yeye peke yake, na kuheshimiwa ni yeye peke yake, usio na miungu mingine ila yeye tu Unamwogopa, unaogopa mtutu wa bunduki eh? Unaogopa watu ambao wameumbwa na huyo Mungu aliyokuumba wewe? No, hatuwezi kuruhusu haya mambo. Hatuwezi tukao tunaongozwa na watu ambao wanaua, alafu wanasimama front wanatushikia viuno, wanasema na nimewaua na hamna kitu mtanifanya. Hatuwezi tukaongozwa na nchi kishetani, kishetani no hatuwezi hata siku moja. Hii nchi yetu ni ya amani bwana, wanatuchafulia nchi yetu, imetosha. Dunia nzima sasa hivi watu wanashoka hata kuja kutalii kwenye nchi yetu. Nchi yetu ilikuwa ni amani, lakini nani wamefanya vitu sirini kuwa wameua watu wakajua hawatajulikana, lakini mungu ni nani? Mungu amewaumbua, mungu amesema anaona sirini anaona silini, unaweza ukafanya viovu ukajua ujulikani, lakini Mungu saa hivi kawaumbua. Hawa watu hawashindani na sisi jamani, mfungueni akili. Hawa watu wanashindana na sauti ya Mungu. Ndo maana mtu akisimama akiongea akis, akikemea utekaji, wakimteka anasimama Nuluvazi anaongea, wakimteka Nuluvazi atasimama Malkasi ataongea. Nasema hivi hawa watu ni, ma, ni, ni mabogas awatumia akili na wajui wanashinanane nani wanashinana na Mungu. Ndio maana advertise ya kwanza, akawaumbua walizima mitandao wakajua, watafanya vitu sirini. Mungu ameumbia dunia nzima. Sasa hivi najua hatujisifii, lakini kwa sababu wametuharibia wame image ya Tanzania hatujisifii kwamba nu wamesababisha kuchafua image yetu sasa hivi. Unaishiji na watu hawaji kuja kuku, kuku, kukutembelea. Wanaogopa. Wanaogopa saa hivi watu kuja Tanzania. Eh? Tunaenda wapi jamani? Lazima tuipambanie hii nchi. Hatuwezi tukaruhusu tuka tunaongozwa na watu hivi, watu wanachamba. Eh? Wani, wanasubiri wanasubiri mtu fulani aongee ndio apate hoja. Hawana hoja za msingi. Kazi yao wenyewe viongozi wetu ni kuchamba, wanasubiri Mange Kimambi ameongea nini, wa, wa, wa, wakosoe vitu walivyoongea Mange Kimambi. Tunaongozwa na viongozi wana akili timamu kweli eh? Viongozi wana akili wanatumia akili kweli? Wanaacha kudili na kusofu vitu vitu vinavyowakumba wananchi wao, wanadili na mtu mmoja wanadili na mtu ambaye anapigania haki, wanadili na wanaharakati. Tutaendelea kuishi na viongozi hao mpaka lini? Lazima tup, tupiganie hiki kitu jamani. He? Hatuwezi tukaongozwa na viongozi bogas, hatuwezi hata siku moja, kwanzia huyo rais wao na anaao machawa wao ana, wote ni nothing kichwani bogas, wamekalia michambo tu, wasikilize nova zikaongea nini, wamkosoe. Hawana hoja za msingi, yaani Mange Kimambi anakuja na hoja hizi hapa, wenyewe hawana hoja za kuwaletea wananchi wao. Kazi yao ni kuchambua hoja za Mange Kimambi kasema nini. Kweli tutaendelea kuishi nao viongozi mpaka lini, ambao hawawezi kutafakari wakachambua hoja zao, jinsi ya kuwasaidia wananchi wao, wanapitia shida gani? Wenyewe walichosimamia nao mapolisi wao ni kupigana na watu ambao wanapigania haki, like serious, tunaelekea wapi? Lazima tusimame tukatae hivi vitu. Hatuwezi tukaongozwa na nchi kama tuko kwenye nchi ya kifalume. Hatuwezi atu tukatawaliwa, wenyezo tumewapa zamana wa, yaani wale sisi yaani wale ni wafanye kazi wetu sisi ni mabosi wao. Hawawezi wakawa tupanda kichwani afu wanajitapa. Wani wanafanya wanavyotaka yani kama wanajikuta wana wenyewe ni, ni waungu watu. Hatuwezi. Sisi tunayemjua Mungu ni Mungu mmoja ambaye aliumba mbingu na nchi, akaiumba Tanzania, akaibariki, akaipa vitu mbalimbali. Ndio maana watu wanakuja hadi kutembelea Tanzania yetu. Mungu aliibariki sana Tanzania. Na na makusudio yake, mimi nasema ni swala la muda. Hawa watu hawapigani na Gen Z, nawaambia. Ndio maana mnaona wanatapatapa. Sisi hatutangazi vita, lakini wenye kila siku sasa hivi eh? Mbuyo mulilo analeta ulinzi hadi kanisani. Wewe ulisikia wapi? Kwenye jengo la Mungu, wanaleta tima, wanaleta ulinzi kwenye jengo la Mungu. Jamani, hii nchi, mbona sielewi mimi. Jamani, mbona sielewi. Yaani kwa jengo la Mungu unasema unaleta ulinzi. Mungu si ndio mlinzi mwenyewe namba moja, ambaye anakulinda na, na wewe hadi sasa hivi uko hai. Eh? Eti eh, unaleta ulinzi, ulinzi gani? Bwana hujiamini. Alafu mbona mnapigana na watu ambao sisi hata tuwatangazi vita? Mnapigana na watu ambao hatuna silaha, tunategemea jeshi kutoka mbinguni. Stukeni basi. Emo stukeni. Ampigeni na sisi, mnapigana na Mungu. Sisi hatuna silaha, mna mna haha mna haha. Mnamtishia nani sasa? Yaani mnamtishia nani sasa? Yaani sisi hatuogopi kitu, tunayemwogopa ni Mungu. Na kama nyiye mnategemea hayo majeshi na bunduki, sisi tunayemtegemea wananchi, ni Mungu peke yake, na jeshi kutoka mbinguni. Ndio ilo jeshi ambalo tunalitegemea sisi, sio nyie. Nyie kama mnawaza mnawaza hizo bunduki zenu na sijui jeshi lenu, sisi hatuwategemei nyie, tunayemtegemea ni Mungu. Sasa tutaona mungu, miungu yenu nyie, huyo Samia na mungu wetu sisi, nani atashinda huyo Mungu, huyo Mungu mtu mnayemtegemea na Mungu wetu sisi, Mungu aliyeiumba nchi ya Tanzania akatuumba na sisi akaku, Mungu yupo upande wa haki, amesimama upande wetu, ndio maana kila siku mna haha amuoni ha. Ha, mnateka watu mnajisumbua, mtateka wangapi? Mnateka hadi sasa hivi wabibi hadi wanaongea, yaani sasa hivi kilichobaki bado tu Mungu awazilishie bado kuongea hadi majani labda ndo mtaamini kwamba mnashindana na Mungu. Mimi nasema hivi Tanzania, mkitu mkitukamata wote, atasimama hata majani ataongea Mungu. Ana njia zake bwana, watu saa hivi wa bibi wanaongea, mtakamata wangapi? Sasa sio jenzi tu mnaopigana nao, kwa sababu ninyi bogas ndio mnaona kama mnapigana na, na jenzi. Lakini hapana, mnapigana na Mungu kwa sababu hii sauti ni ya Mungu, anawaambia kila siku. Msione kama mimi hapa naongea, labda ukanichukulia ukanichukulia kama kama binadamu wewe unavyonichukulia unavyonichukulia, sio ni Mungu ndio maana. Ukinizima mimi leo anasimama mwingine. Kwani mnashinda mbona mnashinda kustuka jamani, eh? tuwaambie vipi muelewe? Mbona mnashinda kutumia hata akili za kibinadamu? Lakini siwashangai kwa sababu mnafanya vitu vya kishetani na mmeshazoea hayo mambo, siwezi kuwashangaa lakini sasa hivi stukeni mmetuzuia tarehe tisa Disemba, lakini watu hatujakata tamaa, tupo yaani hii kitu, mpaka nchi yetu ipate ukombozi, mpaka tupate ukombozi ndo tutasimama, ndo tutakaa kimya. Hatukati tamaa, hatukati tamaa, na naomba niwatangazie kwamba hatuwaogopi. Tunayemwogopa ni Mungu na yani, tarehe ishirini na nne usiku tunaenda kwanza kanisani sisi tunayemtegemea atulinde ni Mungu. Nyie kama mnategemea mitutu ya bunduki is up to nyie, lakini tunawaambia hivi sisi, mitutu ya bunduki hatuogopi. Tunayemwogopa ni Mungu ambaye anajua uhai wetu upoje na hatima yetu ipoje. Tarehe 24 tunaingia kanisani kumuomba Mungu kwanza, alafu tutaunganisha asubuhi barabarani. Tupo lodi, nyie simme, tutangazia tunasemaje? sisi hatutangazi vita na nyie lakini mtatukuta tutawajibu kwa vitendo sisi hatuwajibu kwa maneno kama nyie alafu mbona mjiamini nyie si mnabunduki. Aya mtangaza tangaza nini? Kama mnalinda simlinde kimya kimya. Yaani mnamtishia nani sasa hata mkisema hivyo? Yaani mnamtishia nani? Yaani kwa staili tulofikia mnaweza mnaweza mkatutisha sisi. Wanajeshi mshajivulia heshima sasa hivi hatuwaheshimu tena Yaani ni nothing nonsense. Yaani hatuwaheshimu ya tena heshima hatumwogopi mtu saa hivi, hata sijui aje nani aje shetani shetani, sijui asimame hapo naye aongee, hatuogopi sisi. Tunasema hivi, Mulilo, tunaomba tukujibu. Tarehe ishirini na tano Disemba tutakujibu, hatukujibu saa hivi sisi. Sisi hatuna media zinazotusimamia wala nini, sisi tuna tunajibu kwa vitendo. Atu atu chambi chambi talabu. Kama mlivo zoea kuchamba chamba talabu, sisi atu ongei talabu babu, atu chambi chambi nye, si mmezoea kuchamba. Sisi tunakuja kwa vitendo, tunajibu vitendo. Ndio maana mna ha ha, yaani just imagine mtu anajeshi anabunduki analisasi ana kila kitu, lakini mbona ana bwabwaja bwabwaja? Yani anachonga chonga, yani ana anaongea ongea, yani anaongea, anachamba. Mbona hujamini mulilo Mbona una kila kitu afu si hatuna kitu, vipi babu? Mbona hujaamini yani? Timesi hii kesi imekushinda, yani vita imekushinda. Na utaona mtu anaongeaongea sana, ujue muoga. Acha uoga babu. Azawaisi jiuzuru na huyo na huyo Mungu wenu mtu huyo. Mwambie ajiuzuru tupate serikali ya mpito tutengeneze katiba mpya, mambo mengine yaendelee. Azawaisi hii kitu akiishi hapa. Mimi nakwambia aishi hii kitu aishi hapa. Tupate mpaka tupate ukombozi yani, nawaambia, nawambia sasa hivi amshindani na Watanzania wale ambao mmewazoea, mmewazoea, si mmewazoea Watanzania kama wajinga, wajinga. E, na ya yule Habili aliuliwa na ndugu yake, ilipiga kelele kwa Mungu. Na mwaga, afu mtateka huyu maelfu na maelfu Oya, solution yenu nyie tunaijua, solution yenu ni kuteka. Hamna hoja za msingi, ni kuchamba na kuteka watu, ndo solution zenu hizo. Kwani ambaye ajui nani? Mngekuwa mna akili timamu sila nyie, mngekuwa mnakuja na hoja mezani. Sisi tunatoa hoja na nyie njoo na hoja. Wapeni wa wananchi wenu wajue, lakini kwa sababu hamna majibu, ndo maana solution yenu ni kuteka na kuua kwa sababu ni bogus. Hamna akili, hamna hoja. Hata hata hata hata kusema ile mng'ati na kupuliza mjui. Yaani sasa hivi watu wamekufa, wame watu, badala ya kusema kama kiongozi bora, msimame front muwafariji wale watu. Basi watu sasa hivi wana tatizo la maji, zugeni hata kwa namna hiyo zugeni, lakini ndo kwanza mnasimama za wananchi wenu, labda hata kwa unafiki, mnakula mali zao. Hilo shina yenu nyenye ni kuua na kuteka. Mtaendelea hivyo mpaka lini? Mtateka wangapi? Mtaua wangapi? Lakini bado tunaendelea kuongea, mtateka wangapi? Lakini bado, Si mtateka dunia nzima au mtateka, mtateka nchi nzima. Maana sasa hivi sio tu Tanzania inaongea, hata kwa Kenya wapo na sisi, wanasimama wanaongea. Ndio maana nimesema sasa hivi kilichobaki bado tu majani na nyumba ziongee, ili muelewe kwamba mnaopigana nao sio jenzini, ni Mungu mnapigana naye nyie, amuoni sio sisi tu wa Tanzania. Mkituteka Tanzania nzima, watasimama wa Kenya, wataongea, watasimama, sio watu huko Marekani wanaongea, mtawajibu wote hao, kazi yetu tu kujibishana kutoa michambo huko Marekani wana wanatoa wana, wana hoja, mnaanza kutoa hoja na evidence mnaanza kuwachamba like serious. Mimi naona hadi aibu jamani, niseme tu kwa linaona aibu. Yani viongozi tulionao wana tutia aibu jamani, yani ni aibu viongozi tulionao. Ah, aibu, aibu, tunaonekana sisi wote ni mabogas, kwa sababu mjitu ambao ipo hapo imejiweka hapo kwa nayo madaraka inalopoka lopoka tu. Yani, yani ni aibu huko yani, na, na wazia huko huko duniani huko watu wanavyo wajibu naona nini wanatutia aibu yani, wana tu, wametutia aibu jamani, tupambane tutoke. Tarehe ishirini na tano Disemba, naomba niwakumbushe hakuna mtu ambaye atauliwa. Nasema hivi, narudia msemo wa huyo juu la kiziwi, hakutakuwa na nywinywi wala nywinywinywi wala watu, wanatuogopa hakuna mtu ambaye atauliwa, hakuna mtu ambaye atauliwa. Sisi ndo tunamgeuzia kibao tarehe ishirini na tano Disemba, hakutakuwa na nywinywi nywinywiwala eh, nywinywinywi oya eh, utanarodi mwanangu, usiogope mwanangu. Wale watu wanakesi hawezi kuua tena, wana makesi huko duniani, wana makesi, hawawezi kufanya kosa juu ya kosa. Hawezi, hawawezi. Hakuna mtu ambaye ataguswa hata shati, niaminini mimi. Wale wanatuogopa na hawawezi kutuzimia mtandao, tutakuwa laivu, watatuogopa kwa sababu sasa hivi wanajua mambo yao yako hazaran, alafu wana makesi huko bado yanawasubiri ko. Tunawaambia hivi, kina Mulilo, najua mnatusikia. Si mnatufuatiliaga nyie, kuleni madini haya. Hamna hoja. Sikilizeni hoja za wajenzi hapa. Nimewashinda hata mtoto wa miaka 23 hapa. Nimewashinda akili maboga zingine. Kuleni madini hapa. Najua mnatufuatilia. Sasa sikilizeni, nawaambia kitu kimoja. Tunatoka